Furago, sioni lakini mie huko. Furago sioni. Angu ndio kwa mbele, ndio nenda mbele hivi. Afaso. Ah? Mbona? <tus> Alafu mimi hujanipiga lakini ujue, piga lakini, yeah. Ujue pita kule, leka moja bado hii. Ah, na huku sio Sabina, wa mama hapo kwenye matako makubwa, alafu tunakupiga na wewe hapo mheshimiwa. Tayari dakika moja na sekundi kumi na saba ia uh, ili ndogeti tunasema tuna, tuna, uwanja wa Amani. bye bye also Amani bai bai. Eh? Nakuona po. Bado mm. O sekunde 12. Ah, tayari, sio?